Assalamu alaikum, naitwa Saidi. Karibu katika channel yetu ajifunze kodi kwa Kiswahili. Katika video ya leo, tutakuwa na mwendelezo wa video iliyotangulia, video ambayo tulijifunza quotation katika HTML. Katika video iliyotangulia tulijifunza matumizi ya abbreviation na pia tukaangalia matumizi ya bidirectional override. Kama ulikosa kuangalia video iliyotangulia basi katika description ya video hii nimekuwekea link ambayo itakuwezesha kuangalia video iliyotangulia ili tuweze kwenda sambamba na kile ambacho tutajifunza siku ya leo. siku ya leo tutajifunza jinsi ya kuandika nukuu katika ukurasa wa website. Ukitaka kuandika nukuu unatumia tagi ya Q kama hivi ambayo hii inaitwa quotation, unaifunga katikati. Ya sehemu hii ndio utaandika yale maneno ambayo ya unataka yaonekane kama ni nukuu. Kwa mfano tutasema uleule wa kawaida, hii ni HTML kwa Kiswahili. Tukenda katika ukurasa wetu ku browse, tutaona jinsi gani ambavyo nafanya kazi twende hapa tuone. Eh, unaona imekuja eh, hii ni HTML kwa Kiswahili, na juu zimekuja zile koma ndogo ambazo zinaonyesha kwamba hii ni nukuu. Hivi ndivyo ambavyo inafanya kazi quotation, tupo pamoja, ama ukitaka kuandika quotation pia au nukuu lakini nukuu ambayo imebeba paragrafu moja mbili tatu, eh, nukuu hiyo unaandika kwa kutumia tagi nyingine au elementi nyingine. Hii elementi tuliyoandika mwanzo, hii ya q, hii inatumika pale ukitaka kuandika nukuu ambayo ni ndogo, mstari mmoja miwili, kitu kama hicho hapo. Ama ukitaka kuandika maneno mengi unatumia block eh, block quote Jinsi ya kuandika nayo inaandikwa hivi, unafungua hivi block quote, nifunga hapo. Katikati ndio sehemu ambayo utaandika maneno yako ambayo yatokee katika ukurasa wa website, kwamba haya ni nukuu tuone. Hapa nimeandaa maneno, nitakwenda tu moja kwa moja kuya kopi ee, hivi baadaye nitakwenda kuyapesti katika sehemu hii hapa. Tupo pamoja baadaye nitakwenda eh, kuangalia katika browser vipi yanavyotokea. Tukija katika ukurasa wetu na tuka refresh page yetu tutaona hayo maneno isi yanavyokuja, tofauti ya, ya quote na block quote. Quote inatoa nukuu ndogo, maana ukitaka kunukuu maneno machache lakini block quote hiyo ukitaka kuandika unukuu maneno mengi au e, nukuu iliyo kubwa, maanake kama paragrafu na zaidi ya hapo. Lakini pia tofauti yake nyingine hii, e, quote inakuja na vile vinu, vikoma vinavyokaa juu quote, yaani hii quote hii hapa, hii quote hii inakuja na vile vya alama vya, vya juu vile ambavyo vya kuonyesha kwamba hii ni nukuu ama hii block quote haiji na vile vialama vya juu vinavyoonyesha kwamba hii ni quotation au no, ni nukuu. Lakini ni kipi kitakachokufahamisha kwamba hii ni quotation? Kitakachokufahamisha kwamba hii block quote nayo ni quotation ni haya maandishi hayaanzi mwanzo huku bali yanavutwa ndani kidogo, kama hivi tunavyoyaona katika sehemu hii hapa. Nadhani tunafahamia na unaona jinsi hapo hayaanzi mwanzo, kama vile ukiandika paragrafu. Hebu tuone, tuweke paragrafu, tuone tofauti yake, okay. kidogo tu kwa kujenga ufahamu zaidi. Hapa tukiandika e, paragrafu, alafu nikiweka hivi na kwenda kuya pesti yale yale maneno, nikija katika ukaratasi wangu wa websiti huku e, nikirefreshi tunaona haya maneno hapa yameanza mwanzo wa mstari, manake mwanzo. Lakini hii ambayo ni quotation, sio paragraph, yamesogea ndani. Hicho ndio kitu pekee ambacho kitakuonesha kwamba hii ni quotation, na hii si bali eh, si quotation, ni paragraph. Hivyo ndivyo ambavyo zinafanya kazi eh, quotation na block quote. Na kusihi tukutane katika video iliyofuata, lakini usiache kusubscribe kulaiki, kush